Unwani ya khutba yetu ya leo natuambia, Eid al-Adha ni fursa au ni kituo cha kujadilisha imani cha kuhuisha imani tute, na kuimarisha mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla sijazungumza chochote, napenda kutoa mulahaba Idi hii ni kubwa kuliko idi ya Fitri, ingawa katika mashangilio sisi twaishangilia Idul Fitri zaidi kuliko Idul Adha. Mara nyingi idi ya yeo watu huwapitia bila ya kuitia akili na kuna sababu fulani, kwa sababu pale huwa tumetoka kwenye nda na saumu, huwa zaidi twasherehekea kula, kwa sababu tuna ile hamu ya kula kwa muda mrefu, na kwa vile matao yake marefu. Unajua kitu cha kukuilia ghafla mara nyingine huwa huiandai, lakini ile kutoka ukiandama mwezi, akhawati zetu na mama zetu nyumbani huwa tayari huianda ili le mwezi tu ukiandamwa Ramadhani wa tayari uwanawaidi. Sasa ile fikra ya idi huwa yazungumzwa saa zote, kwa hivyo wataka tutanabahi, tusidharau. ili ni idi muhimu, na baadhi wanaita ndio idul akbar, ndio idi kubwa. ili tuiweke mahala pake. Idi sio tu siku ya kusherehe na kufurahi. Japokuwa furaha bashasha ni sehemu katika hili, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile alivyoumba kila kitu kwa hisabu, akakiweka kila kitu mahala pake, na hiyo ndo maana ya hakimu. Na kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa ya hakimu maana yake ni kwamba kila kitu amekiweka ma mahala pake mato haya hakuyaweka utosini, tunge kwenda kwa kuinama. Ameyaweka mbele na kila kiungo amekiweka mahala pake, na vile vile, sio katika kuumba, hata katika sharia hakuweka mambo bila ya malengo yake. Na leo teknolojia na sayansi kila ikiendelea kinyume cha wale wanavyoona kwamba sayansi yapingana na itikadi ya Mungu, bali kila ikiendelea yathibitisha kuweko Mungu. Leo ukija kwenye teknolojia, utaona hizi zombo zote tulizozibeba hizi, ikiwa ni mobile, ni tab, ni kompyuta, ni nini, kuna kitu kinaitwa ku update, na kama hutoi update simu yako ama kompyuta yako itafika mahali haiowani na mambo mapya yanayotokea ya katika ulimwengu wa teknolojia. Tatumia msamiati wa kuupdate ama msamiati wa kuupgrade ku aleo utaona tumara simu yako imekwambia software yataka nini? Yataka kuupdate program unazozitia ndani. Mara inakuja simu yote inataka kuupdate, mara nyingine ni program fulani, zile program zako ndiyo story. Utaona kila baada ya muda za kuitisha kufanya nini, na hiyo ndio ninayokusudia tajdid. Katika software alionayo mwanadamu ni ruhu, ni kama ile software yote ya simu kwa mwanadamu ni ruhu. Huu mwili ni kama zile zuma, mabati, plastiki ziloumbiwa ile simu, lakini simu ni simu kwa ile nini, software ndani. Na mwili wako ni nyama, mifupa, damu. Muhimu ni ile ruhu, ambao Mwenyezi Mungu anena wanafakhtu fihi min min ruhi. Kisha baada ya hapo, ile alokupa Mwenyezi Mungu akili yako dhamiri fitra, na wewe huenda ukaongeza program nyingine, kwa hiyo application nyingine ukazitia, kwa hiyo kupitia experience, kupitia kusoma. Wengine wamesoma ni mahudhari kwenye nahu, wengine ni kwenye balagha, wengine ni kwenye e, masomo ya kisekula. Kila mmoja kwa ikhtisasi yake, naweza kupata mtu ametia ikhtisasi tatu nne Leo mathalan, katika ulimwengu wa madaktari kuna nidhamu juu nchi yetu ya Kenya, lakini nchi nyingi zimezoendelea, madaktari kila baada ya muda wa mwaka miaka miwili ni lazima waende waka upgrade. Haitoshi kwamba ile elimu ameisoma, inshallah amepata degree, amepata degree ya pili mathalan, master degree, kwa sababu maradhi yafanya nini ya develop mazingira yabadilika, mambo kila siku watoka mapya. Kwa hivyo wamewekewa kila baada ya muda, na hivyo hivyo katika ulimwengu wa education. Ili Finland, sijui ni wapi kule, mwalimu anaweza kupokonywa kibali chake cha uwalimu, sisi tunaita TSC, kibali chake cha uwalimu kama kila baada ya muda fulani hakwenda ku upgrade, lazima aende akasome tena kwa sababu ulimwengu wa education ni ulimwengu pia wafanya nini mabadilika. Leo kuamiliana na kijana huyo, ambayo akitoka matumboni kwa mamake ayua kuishika simu na kuifungua, aenda kusoma wewe. Ulipongia simu hapa katika miaka kwetu alfu mbili uliketi ukazungukwa na watu watatu, uoneshwa namna ya kusevu namba na mara eh, ndoe mmesahau sevu iye, ama mmeisevu siioni, na zilikuwa nzie boyebo zile sio yao. Kishika simu mtoto <coughs> haenda shule haenda popote, huipereketa kaipeka kitu kitwatini maguyu. Ama ni vijana wamezaliwa <coughs> katika ulimwengu mwingine, kwa hivyo atawasulu ma'ahum kuwasiliana na wao pia katakikana mbinu mbinu. Jengine nu ni mfano mdogo. Sasa nirudi kwenye mada hizi, siku zikia Ramadhani, Idi ya mfungo kwanza, Idi ya mfungo pili, sijui leilatu nisfi min shahri Shaban, sijui youmu kadhaa, moja katika malengo yake ni steji za kuupdate imani zetu, kwa sababu usijimakini ukaona wewe alhamdulillah ni Muislamu, swala tano waswali, wafanya ile mambo ya wajibu, mpaka imekuwa ni rutini kwako waendelea, ukajiona kwamba wewe waweza kuendelea kukabiliana na changamoto za maisha na kuweza kuandaa akhira yako, kwa msururu hono unaokwenda, utapitwa na wakati, kama vile elimu yapitwa na wakati kama vile zipaji za pitwa na wakati na imani ya yapitwa na wakati, kwa sababu changamoto zilioko leo ni changamoto tofauti zinazokabili imani yako. Usiikuwe kwamba nishafika. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ili hii, kwa kutaka kutupa sisi wanaosema, kufundisha kwa example sio katika methodology muhimu ya kufundisha ni kufundisha by nini? By example na examples, siku zote yataka iwe ni ile ya hali ya juu, mfano wa hali ya juu hata kama hamuwezi kuufikia, lakini utakuwa ni somo kwa kila mtu. O Mwenyezi Mungu katika maana, katika safari ya kujiadilisha imani, akatuletea sisi kisa cha Nabii Allah Ibrahim katika hili, ambaye ndio mmoja aloku alosafiri safari ndefu, kila wakati akiwa anahamu, kaifa ujadilu imani, na ndio mpaka mm. akafika mm. mm. nahji al-Balagha. Na mmoja alimuuliza Imam Ali ama Imama Ali aliwaambia watu kwamba ni nini tofauti ya ukweli ya haki na batili, aliuliza. Akajibu ni nyanda nne tofauti ya batili na haki ni nyanda nyanda nne. Akaulizwa vipi? fa dhamma asabi'ahu al-arba'a

na batil katika baadhi ya maneno yake. ala kulli hal, Nabi Allah Ibrahim atuonesha sisi katika namna ya kujadidisha imani kwanza mwa Mwenyezi Mungu, arini kaifa tuhyil mawta aw lam tu'min. Amwambia bala, nimeamini ya rab, walakin li yatma'inna, nataka tajdid. Isitoshe Mwenyezi Mungu amletea mitihani mitihani ile lengo lake ni tajdidu, kwa sababu indal imtihani yukramu almar'u au yuhaaawkamiha kila mmoja ni karimu, lakini wakati wa kutoa ndio ulikana karimu ni nani wa hakadha? Kila moya ni kadha wakadhi, kila moya ataka haki, lakini wakadhi wa kweli hakada na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa atwambia: waidhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahuna qala inni ja'iluka linasi li moja, katika mitihani aliyomtahini ni pale ya yabulea ya ini ara fil manam pale. Eh, sasa nikokuwa paangaliwa imani, hakuna mbea mwana mwana ulo siku nyingi, lakini gal la Mwenyezi Mungu wasemaje? falamma aslama, na hii ndio stage ya juu ya imani ajabu, kanambia imani iko juu ya Uislamu lakini Uislamu kwa aina mbili. Kuna Uislamu wa kwanza uko chini ya imani. Kuna Uislamu wa pili uko juu ya nini? Ya imani. Uislamu wa kwanza ni ule wa kunena la ilaha ileo, walowambiwa wale waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna walamma yadkhulul imanu ile an la ilaha ile ya laklakatul lisan ashhadu an la ilaha illa, mimi muislamu, ila, min kadha. Kisha kuna muislamu wa pili, haumaanishi shahada hunu, unamaanisha kusarenda kila kitu chako mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Sarenda hii inakuja juu ya marhala ya imani, na hii ndio alosifiwa Nabii Allah Ibrahim baada ya kuona kwenye ndoto akamwambia mane mane, akamwambia ifal ma. Hiyo ndio kusarenda ya rabati. Mungu ndo amenenae, fanya Hajara tupa kwenye jangwa, amwambia mumele ba, e, ya Ibrahim, ni maoni yako ama umeamrishwa tuete hapa? Akamwambia nimeamrishwa, kwa nda zako, hata tuwata. Alikuamrisha Hajara mamake Ismail amwambia nenda zako, tuwate kwenye jangwa, maadamu ni Mungu ndio amekwambia ufanye hivi

ushasikilia marhalatu tasdiki imani yako. Sasa imejadidika imekuwa kubwa. Sasa wastahiki tukupe uimamu wa ulimwengu, na kila mtume atakaokuja lazima akufanye wewe ndio kielelezo chake mpaka Mtume Muhammad okale tunapokariri Ibrahim, mimlaka Ibrahim hanifa reia wa ma kana min al mushrikin, hakufanya shirki. Shirki gani? tahsilu hasil ukinena nabii Allah Ibrahim hakuabudu sanamu, hukumsifu wa mina yeye ndo kuabudu masanamu ni kama unene mfano profesa fulani ayua alfabeti, umemtukana mumsifu profesa fulani sijui ajua kadhaa mambo ya chini, unapo msifu Nabi Allah Ibrahim hakufanya shirki, ni kama umemtaya kwa mambo ya ya kawaida sana. Lakini shirki inayokusudiwa hapa si shirki ya kuabudu masanamu, ni shirki ambayo haikuchafua imani yake kabisa, hata wakati wa mambo yanayokubaliwa na mwenyezi mungu Subhanahu wa Ta'ala. wakiua kile kisa aliporushwa kutiwa kwenye moto asharushwa ule moto, ulikuwa mkali awezi kumkaribia. Ibilisi akawapa ya yale maoni ya kumtia kwenye ile nini teo, kwa mbali. Aliporushwa kwenye ile teo, Jibrili alimlaki katika hewa, amwambia: ya Ibrahim, nikusaidie nini? Amwambia, kwako staki, kama kwako wewe Jibrili staki kama kwa Mungu ye yeah, ameamua kama ataka nichomeke wata nichomeke, kama ataka kuniokoa wata niokoa. Simwombe kitu, nafuata maambisho ma yako. Hiyo ni nauamina shirki abau sinifahamu makosa si shirki ya kutia motonya. Unapokwenda kula dawa ni amri ya Mwenyezi Mungu, tule dawa, lakini mara nyingi sisi haitupiti kwenye khatiri kwamba katika ile dawa inaofanya kazi ni nguvu ya Mungu. Unapoiona ile dawa ndio inaokutibu, baidan an kudrati, umeingia katika naumu min ashirk. Hii ni katika daraja za imani ya watu wale, faida yawafaaa bahwa yesfim Ibrahim aliyoni dawe amuona Mungu tu peke yake ansadatta huko bifika katika mahali hapo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mada ni ndefu, nastaki kuwachelewesha, tunataka tutoke. Asema jadidu imani, ya kujadidi imani zenu, ila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, tutaifanya tajdidi imani yetu Qala akthiru min qauli la ilaha illallah, kitirishani kunena neno la ilaha illallah. Na neno la ilaha illallah lafupisha imani yetu, sio na tauhidi. Ikitirisheni kulinena neno kama hii, ili mweze kuwa katika hali. Ndugu zangu wapendwa, siku yeo ya Idi ni siku ya kukaa kufikiria, tutokapo tulipo na twendapo. Na imani yetu iko kiasi gani? Changamoto zinatukabili. Tukiweza kuileta imani yetu katika wakati wa leo, tutaweza kuitumia katika kutatua matatizo yetu mbali na nguvu za watu wajuu. Imani wa ikiwa na nguvu inamfanya muumini asinyenyekee asio kwa mtu, asikubali kunyanyasi. Imani ikiwa na nguvu yaweza kulipua zipaji zingi zilizoko ndani ya nafsi zetu ambazo zikasababisha kuleta mwamko mkubwa katika jamii yetu. Imani ikiwa na nguvu inakuwa ni ugwe unaotuunganisha bila ya kuhitaji makongamano mengi na semina nyingi. Imani yenyewe itatufuta kama smaku kwenye zingo ya kogia, innamal muminuna ikhwa. Imani ikiwa na nguvu Haiwezi kukwata wewe peke yako, waendelea na mambo yako bila ya kujali jamii yako. Manla yahtamu bi umuri lmuslimina faleisa minna. Imani ikiwa na nguvu inaweza kutupa matumaini na kutufanya tuvumilie wakati wa msiba na wakati wa mapambano na wakati wa changamoto. Imani ikiwa na nguvu Unaweza kuiona mfano wake kwa Nabii Allah Ibrahim alipokuwa. Imani ikiwa na nguvu, waweza kuona mfano mdogo wazaili. wa zaidi kwa Nabii Allah Ibrahim, Nabii Allah Ibrahim kubwa, Ibrahim kwa watu wa Gaza wanavovumilia, wanapokuwa mazito, wanapokuwa tayari kutoa roho zao kwa ajili ya kutetea haki zao, mustakbali wao, ardhi yao na kila kitu chao. imani ikiwa mzito o ile itatufanya sisi tuweze kusherehekea siku hii yetu Ambatro, ya Idi tukijivunia tuna kitu kikubwa katika mikono yetu ambacho wengine hawana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yastami'una al-qawla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie mina alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah asma Allahu wa iyyakum bitaqwa wa ja'ala al-akhirata khayran lana inna ahsana al-hadithi wa al-hadithi wa ablagha al-maw'idhati kitabullah